Huduma ya msingi ya afya na huduma ya dharura ya haraka. Kuna aina mbalimbali mbali za huduma za afya nchini Marekani. Video hii itaeleza utofauti kati ya huduma ya msingi ya afya na huduma dharura ya haraka. Huduma ya msingi ya afya hukusaidia kudumisha afya njema na kuzuia matatizo ya kiafya yasizidi kuwa makubwa. Unapaswa kuchagua mtoa huduma wa msingi wa afya, kwa kawaida ni daktari au muuguzi mwenye mafunzo maalum, anayehudumia watoto, watu wazima, wanawake au wazee. Ni muhimu kuchagua mtoa huduma unayemwamini na unayejisikia huru na salama ukiwa naye. Kulingana na umri wako na mahitaji yako ya kiafya, unaweza kumuona mtoa huduma wako kila baada ya miezi misita, mara moja kwa mwaka, au kwa ratiba watakayokushauria. Ziara ya mara kwa mara humwezesha mtoa huduma wako kukufahamu vizuri na kugundua mabadiliko yoyote katika afya yako mtoa huduma ya msingi wa afya husimamia huduma zako zote za kiafya, ikiwemo uchunguzi wa afya wa kila mwaka na huduma za afya za watoto wako. Watoa huduma wa msingi wa afya wanaweza kukuandikia dawa na kuagiza vipimo au picha za x-ray ili kuelewa vizuri matatizo ya afya yako. Pia, wanaweza kujibu maswali na kujadili wasiwasi wowote unaohusiana na afya yako. Unaweza kumuona mtoa huduma wako wa msingi unapokuwa mgonjwa, kwa ajili ya chanjo au vipimo, au unapohitaji rufaa ya kumuona daktari bingwa. Daktari bingwa ni daktari mwenye mafunzo ya juu katika eneo maalum la tiba. Madaktari bingwa wanaweza kusaidia matatizo ya afya ya mwili na ya akili. Kuzuia matatizo ya afya au kugundua mapema ni sehemu muhimu ya kudumisha afya njema. Watoa huduma wa msingi wa afya wanaweza kukusaidia kuepuka magonjwa makubwa, upasuaji mkubwa, matumizi ya muda mrefu ya dawa, au kulazwa hospitalini. Unaweza kumuona mtoa huduma wako wa msingi kufuatilia jeraha linalopona au kuondoa nyuzi za kushonea jeraha. Unaweza pia kumuona mtoa huduma wako wa msingi kwa matatizo ya tumbo, kikohozi kidogo, au mafua. Ikiwa umekuwa na maumivu au dalili kwa muda mrefu bila kubadilika, au unataka kujadili mabadiliko ya dawa unazotumia kwa muda mrefu, ni vyema kuzungumza na mtoa huduma wako wa msingi. Kila unapokutana na mtoa huduma wako wa msingi, hakikisha unaulizwa maswali ili uelewe afya yako kwa kina zaidi. Ikiwa unahitaji mkalimani, tafadhali omba huduma hiyo wakati wa kupanga miada yako. Ikiwa kituo chako cha afya au kliniki kimefungwa, huenda kikawa na huduma ya simu baada ya saa za kazi. Piga namba ya kliniki hata ikiwa imefungwa, na mhudumu atakueleza kuhusu hatua zinazofuata. Kwa kawaida, malipo ya huduma ya msingi ya afya hupitia ya bima ya afya, mpango wa serikali kama Medicare au Medicaid, au kwa kulipa moja kwa moja kwa gharama zako mwenyewe. Huduma ya dharura ya haraka hutoa matibabu siku hiyo hiyo kwa magonjwa au majeraha yasiyohatarisha maisha, lakini yanayohitaji huduma ya haraka. Mifano ni kama kifundo cha mguu kilichojikunja, maambukizi ya sikio, au jeraha lililoambukizwa. Huduma ya dharura inayohitaji uharaka huziba pengo kati ya ofisi ya huduma ya msingi ya afya na chumba cha dharura cha hospitali. Kliniki nyingi za huduma ya dharura ya haraka hufunguliwa kwa saa ndefu zaidi kuliko ofisi ya huduma ya msingi, na mara nyingi hufunguliwa jioni na wikendi. Kwa kawaida huhitaji miada, lakini huenda ukalazimika kusubiri kwa muda mrefu. Nenda kwenye huduma ya dharura ya haraka unapohitaji huduma siku hiyo hiyo, hali yako si ya dharura ya maisha, na huwezi kupata miada na mtoa huduma wako wa msingi wa afya. Kwa kawaida, malipo ya huduma ya dharura ya haraka hufanywa kupitia bima ya afya. Vituo vingine hutoa taarifa za bei mapema kwa watu wasio na bima na vingine hutoa mipango ya malipo. Vituo vingi vinatarajia malipo yafanywe wakati wa ziara. Kabla ya kwenda kwenye miada, hakikisha bima yako inakubaliwa na uelewe ni huduma zipi mpango wako unalipia, ili uepuke gharama zisizotarajiwa. Kumbuka kuomba mkalimani ikiwa una mhitaji. Ikiwa maumivu yako au hali yako inakuwa kali zaidi Unapaswa kwenda kwenye chumba cha dharura cha hospitali. Hii ni pamoja na maumivu makali ya kichwa, hasa kama ni maumivu makali zaidi kuwahi kutokea, maumivu makali ya kifua au tumbo, wasiwasi wasi kuhusu kutumia dawa kupita kiasi, mzio mkali, ugumu wa kupumua au upungufu wa pumzi, au homa inayoambatana na dalili kali kama maumivu ya kichwa, shingo tumbo, au kuchanganyikiwa. Kwa dharura zinazohatarisha maisha, piga simu 911 mara moja ili kupata msaada wa ambulensi. Kwa taarifa zaidi kuhusu chumba cha dharura, tafadhali angalia sehemu ya maoni ya video hii kwa kiungo cha "Everything you should know about the emergency department of the hospital", inayomaanisha kwa lugha ya Kiswahili kila kitu unachohitaji kujua kuhusu idara ya dharura ya hospitali.